tulipokea taarifa kutoka kwa uongozi wa jimbo mkuu Katoliki Songea juu ya kupotea kwa Padri Camillus Nikata wa jimbo mkuu Songea, ambaye pia ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Augustino Tanzania na ni sauti cha huko Mwanza. Taarifa kamili ni kwamba Padri Nikata ambaye ni mwenyeji wa Songea, sehemu inaitwa Hanga alifika Songea tarehe tatu mwezi wa 10, 2025 akitokea Dodoma huko akiwa na mhadhiri mwenzake ambaye ni padri wa jimbo la Songea na kufikia katika nyumba ya mapadri ya Saint Shanney alipofika tarehe saba mwezi wa 10, 2025 t 5 majira ya jioni Father Camillus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 Jeshi la Polisi Mkoa wa Ruvuma limepokea taarifa hiyo na limeanza kufanya upelelezi wa kina wa kumtafuta Padri Nikata, na tutakuwa tunatoa taarifa ya mara kwa mara kwa kadri ya upelelezi huu unavyoendelea. Wito anaomba kutoa wito kwa wananchi wema watakaokuwa na taarifa yoyote zitakazoweza kusaidia kuwezesha kupatikana kwa Padri Nikata wazitoe katika kituo chochote cha polisi au kwa kamanda wa polisi Mkoa wa Ruvuma. Asanteni sana.